Imani pia ni matendo makubwa yanayozidi ufahamu wa asili ama uwezo wa asili, operations beyond human science, utendaji unaozidi ufahamu wa kibinadamu uwezo wa kibinadamu. Ndio maana imani, kwa dakika hizi tunaweza kwenda kumwambia Mungu, tunakwenda kumwamini Mungu kwa mambo makubwa yanayozidi sayansi. Mlikuwepo enye Jumapili, mimi nilikuwa nafuatilia tu kwa na tukwa mtandao, mlimsikia Herman akishuhudia hapa, kutoka kuwa na kansa ya mwisho kabisa, lakini bado Yesu amethibitishwa hana kansa tena. Yesu yule yuko hapa leo usiku. Hata kama una tatizo kubwa, linakoma kwa jina la Yesu. Lazima urudi na kicheko kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu ambaye amemponya askofu mkuu Dokta Barnabas Mtoka Mbali, ametushuhudia kutoka kwenye kansa ya damu. Nchi yote imeomba, Mungu amesikia kilio chetu. Mungu amesikia kilio amerudi amekuwa tested kwa zaidi ya mara 40 na ameonekana yuko fresh kabisa, hata vimelea vya kansa havimo ndani, hata vimelea. Mungu asiye na upendeleo akutendee muujiza katika jina la Yesu. Mungu aliyemponya Mtoka Mbali akuponye na wewe. Mungu aliyemponya yule mama akuponye na wewe. Mungu aliyemponya Yusta alikuwa ndio hawezi yuko hapo hapo kitandani akuponye na wewe.